Katika mboba yake na akamwendea ule Yesu, na ndipo mwona ule Yesu, niamba Mungu, ninasema ya kwamba aliweza kupiga magoti magoti, akamzuubia na akamwambia Yesu, kama unataka inaomba Bwana, ukanipote Bwana Yesu apewe sifa. Na Yesu akamwambia ninataka, na akanyoosha mkono wake akamguza yule mwenye ukoma. Saa hiyo hiyo tule mzee akapona, tule jamaa akapona. Akajiangalia akakuta hana kidonda hata kimoja. Maana miujiza ya Yesu sio miujiza ya kama sisi, ulikuwa unapona kabisa kabisa. Kama ni mkono ambao umekujana una ulikuwa unanyoka na unakuwa kama mwingine, kama ni nguu ambao umekuwa mpupi, ulikuwa unaerebuka na unapatana na ule mwingine. Kwa hivyo, Yesu akamunguza yule mzee na akapata kupona saa hiyo hiyo. Haleluya! Kuna kitu huyo mzee alibali, ambao watu wengi wabanie Mungu wetu. Kitu cha kwanza alienda kumwabudu. Haleluya! Na ndio huo ninawaambia kwamba kuna mambo matano ama mbinu eh, tano, ambao tunatumia ziletao majibu. Bwana Yesu apewe sifa. Na mbinu ya kwanza ni kumtukuza Yesu, na mbinu ya kwanza ni kumtukuza Mungu. Mungu anapenda kutukuzwa kwa sababu that is his nature. Mungu anapenda kuabudiwa kwa, kwa sababu that is his nature. Na ndio sababu katika sheria kumi kuna moja inasema ya kwamba usiabudu Mungu mwingine u mwabudu yeye wa kipekee. Haleluya. Kwa sababu Mungu ni Mungu mwenye wivu na wakati ule tunamwabudu anasikia raha kuliko kumpatia dhahabu. Mungu anasikia raha kuliko kumpatia fedha, kwa sababu hiyo ndio nature yake ya kuabudu na yule jamaa alipotambua huyu ni Yesu na baada ya kuwa ni Yesu huyo pia ni mwana wa Mungu na kando ya kuwa mwana wa Mungu huyo ni Mungu, alipiga magoti akamwabudu, akamzubia, na akamwambia mwana wa Mungu, kama unataka ninaomba Bwana ukaniponye. Katika njia nyingine alikuwa anamwambia, mwana wa Mungu, ninatambua kwamba wewe ni Mungu, mali zote umepewa, nguvu zote umepewa, ninakutambua na nimekuja mbele za kupiga magoti kunidhibitisha kwamba wewe ni nani. Ninaomba Yesu leo kaniponye, maana nitembea na mateso miaka mingi, maana ninakuwa wewe ni mponyaji. Na alipopiga magoti na akamwomba Yesu, ya kwamba naomba kama unataka ukapate kuniponya, Yesu alimwangalia, akaona kule ule ambao na kumwabudu kwake, akasikia baa ndani ya moyo wake, na akamwambia, ninataka, na akamuunguza na akamwambia, pakiwa kanyaji. Na mara moja yule mtu akapona saa hiyo hiyo, vidonda zikatoka katika mikono zake, vidonda zikatoka katika mwili wake. Hakuwa msawa wa msawa, hata akiangalia hakuna sukaa, anakaa kama vile alizaliwa. Akamduguza pa. Haleluya, ni maombi yangu leo kusimama kuomba kila moja akamwendea Yesu. Haleluya, tunamwendea Yesu kwa njia nyingine, kwa maombi yetu. Unaweza ukapiga magoti mahali hapa ukamwabudu Yesu katika roho na kweli, maana Yesu alisema ya kwamba wa masaa itafika na wakati utakufika ambao waabudu halisi na waabudu wa kweli watamwabudu Mungu katika roho na katika kweli, so at any given time You worship God with Spirit. Haitelie umemwabudu magudupana umempilia Mungu nakoo, na aitelie Mungu akiwa mbinguni, anasikia na kukutendea. Kwa hivyo ni maombi yangu maombiangu leo kuomba leo, haindalishi ya kwamba na mateso gani, hailishia kwamba na shida gani ukamwambia Mungu wako mateso yako na kinywa chako, ukamwambia Mungu wako shida yako na kinywa chako. Watu wengine badala, baada ya kuambia Mungu mateso, ambao wanapitia giza, ambao wanapitia, wanalalamika, wanalalamika na kunena na kulalamika, Mungu nimekufanya nini? Nini nimefanya nini Mungu? Mungu ni haleluya Aiteni paka apo miaka yote na malalamiki yako, kwa sababu mungu muukumelalamikie Mungu akwambia tulalamike, Mungu akutambia tujikatae, Mungu akusema tujikatae, hala haja, Mungu amesema tumwabudu Bwana na tumwendee na tumwambie shida zetu. Bwana Yesu kozi na wa milimu ine mstari wa sita unasema usisumbuke na jambo lolote, bali katika kila jambo ukapata kudumu katika kusali na kuomba ili haja zako zikajulikana na Mungu. Kwa hivyo Mungu leo anataka kumwendea Yesu na tumwambie shida zetu. Sijui ya kwamba unasumbuliwa na ndoa ama ni kazi ama ni ujika ama ni mapepo ama ni majini ama ni magonjwa, we mwenyewe unajua unasaii. Sasa twendapo kupiga magoti mahali hapa, haimini tendaa kuomba mahali hapa, kumwambie Bwana kinaokuteza mara. Hallelujah. Huyo jamaa alimwambia Yesu, nataka uniponye ukoma. Haleluya! hiyo ndio maana yake, alimwambia Yesu, na Yesu yuko kwa ajili yako, na Yesu yuko kwa ajili yako. Na Yesu akamwambia, ndio ninataka, kwa sababu nimekuja duniani nikapate kufa ili nikapate kulipa gharama ya dhambi zetu, hiyo yote ambayo atanifuata, hiyo yote atakielekea, hiyo yote ataniendea apate uzima milele. Haleluya. Hiyo ndio sababu Yesu alikuja hapa duniani na alikuwa anajua ni kwa nini anakuja duniani na ndio sababu akamwambia ukichana, ndio ninataka. Bwana Yesu apoe sifa. Haleluya. Mzali wa kumi na tano unasema lakini habari zake, apata, Mzali wa kumi na nne unasema akamtazama asimwambie, ina nenda. Haleluya. Mzali wa kumi na nne Yesu akamtazama yule mtu baada ya kupona akamwambia, maria nena zako na usimwambia mtu awaa yoyote, ila nenda kwa kuani ukatoe sandaka ya shukurani sawasawa sheria ya Musa, ili ikapata kuwa shuhuda kwao. Bwana Yesu wkuasiku. Haleluya. Nataka niwaambie ya kwamba ni kanuni ya kiroho, na Yesu ndiye aliweza kuandisa ya kwamba kwamba at any given time, ya kwamba at any given time ambao unapokea muujiza kwa Mungu unastahili wende katika nyumba na Bwana na kutoa sandaka ya shukrani. Mwambie mtu nakatoe sandaka ya shukrani kama vile Musa alipoangiza ili tapata kuwa shuhuda kwa Bwana Yesu apewa sifa. Yesu anaambia kanisa nini leo? Yesu anaambia kanisa, wakati awaye wowote unahudumiwa na unapokea maonjisha, unasahili ukarudi tena na kumtolea Mungu wako sadaka ya shukrani, sawasawa na uwezo wako. Haleluja! kama unaweza kuleta elfu mia moja Bwana Yesu apewe sifa. Yesu anamwambia yule mzee, kwa sababu nimekuombea, nimepona, nataka uende kwa kuhani, ukaweza kutoa sadaka ya shukrani sawasawa na sheria ya Musa ili ikapata kuwa shuda kwako. Wakati mwingine tunapokea msaada ama tunapokea muongisa na baada ya msiku sache ile shida inarudia tena. Ni kwa sababu hatutimizi kanuni ya kiroho. Kanuni ya kiroho ni kwamba ukitendewa mema, ni kazi umepata, ni bwana umepata, ni mtoto umepata, ni chochote umepata kupitia maombi, unastahili uende tena katika nyumba ya Bwana uweza kutoa sadaka ya shukurani kwa ajili ya kile kitendo Bwana amekutendea haleluya na hii ni njia ya kufunga mlango wako totally ili shetani ama pepo iliyokuwa inakutesa izije ikaja kwako na kukusumbua tena. Na hivyo ninaomba kanisa hili, kuanzia leo, wakati wote unaomba Mungu na anakutendea wakati, wote tunaomba mahali hapa na Mungu anakutendea, nataka ujivumbishe, uleta sadaka ya shukrani. Hii sadaka unaleta kulingana na uwezo wako. Usema, mtunaji mimi ni maskini, sina lolote, siwezi kutoa sadaka hili la asha. Kila muda ambao anakula na kunywa, ana uwezo wa kuleta sadaka yoyote ambao roho yo anashuhudia ndani ya moyo wake alete katika nyumba la Bwana kwa ajili ya kutolea Bwana shukrani ni kwa sababu Mungu amekutembelea. Hallelujah. hapo Nataka kusisitiza sana, nataka nikuambia mtu wa Mungu, wakati ule Gideoni alieza kuambiwa na Mungu aende akavunja madhabahu ya babake. Haleluya! Baada ya kuunda yale madhabahu, alipata ujasiri na Mungu akampatia uwezo, kama kijana weza kusimama na wana wa Israeli na kuwapigania, kwa sababu kabila ya Midiani walikuwa wamenyanyasa ile Waisraeli kwa kipindi cha miaka ya ishirini ama zaidi, bila wakipanda wanakuja katika chamba lao wakati mavuno iko tayari, wanaingiza damia na ng'ombe zao makondoo na, na wanaweka tendi katikati ya machamba yao, na ile mimea yote inaliwa na ng'ombe za Midiani. Nawezi kufanya mwe, haleluya. Na siku moja Gideoni akiwa ana anatengeneza ile chakula mahali mavishona, Mungu akatuma malaika akamwambia Gideoni, wewe ni mjendaji kuanzia leo, nataka usaidie watu wa Israeli. Gideoni akasema, mimi nina mimi ni mtu masikini tena ni mtu wa mwisho kabisa sina lolote. Bwana akamwambia, hapana, wewe leo nimekutuma, ninekutuma wewe kaambua, nenda ukavunya madhabahu ya babako, maana ndio meleta chukisho na kominathn mbele zenu, ndio menyanyazo namna hiyo, na akaenda kavula yale madhabahu. Hallelujah. Alipopuna yale madhabahu, alirudi akatoa sadaka ya shukrani tena kwa ajili ya vile Bwana anamtendea, alijenga madhabahu mengine kwa kumtorea Bwana kabara nyingine kwa sababu Bwana kamwambia, wewe ndio utasaidia wana wa Israeli na kushinda. Hallelujah wewe utakuta kwamba siku za zamani mahali popote Mungu alikuwa ananena na wana wa Mungu, anawaambia nitakubariki, kitu cha kwanza ni kutoa sadaka ya shukurani ni kwa hiyo neno ambayo Bwana amenena na wewe haleluya. Wakati ule Musa, katika Mwanzo kumi na tatu, Mungu aliweza kumwambia Musa, akamwambia mimi sina chochote mimi sina mtoto, mtoto ni mtoto mmoja nimechukua ambao ni wakwandaki kutoka Syria, ndio mnamuita mtoto wako na si mtoto wangu kuzaa. Naomba Bwana ukanibariki, kama vilolinyeaivi na Bwana akamwambia, tazama mbinguni. Akatazama kaolizo, unaona nini? Akazama ni Aka nyota, akamwambia, usao wako utakuwa kama nyota za angani. Jambo hilo tu ambayo Musa aliweza kunenewa na Mungu Musa aliweza kuenda na kumtolea Bwana shukrani, ni kwa ajili ya jambo lile ambao Mungu aliweza kunena na Musa yamanoti Musa kunena na Ibrahimu, ya kwamba usao wake utakuwa kama nyota za angani. Kile kitu Ibrahimu alifanya, alienda kumtolea Bwana. Baada ya maneno haya Mungu aliomunenea nasema nini? Wakati wote unaota ndoto ya kwamba utaenda Amerika utanunua nyumba kubwa, utanunua gari, na uthibitishe kabisa hivyo ndiyo Mungu anatendea. Ukitaka haya maono yakapate kuthibitika, tolee. Alitenda mwaka wa kumi na tano, alimtolea Bwana, ili maono yale Bwana amemwambia ikaweze kuthibitika, na ndio sababu hata leo hakuna mtu duniani ana kisasi kama Ibrahimu. Maana Bibilia inasema katika bolati ya tatu na mzao wa todinani ya kwamba zizi sote ni uzao wa Ibrahimu kwa imani. Haleluya. Kwa hivyo watu mtu yoyote ambao anaokoka na mtu yote ambao anaokoka leo huwa ni uzao wa Ibrahimu, Ibrahimu wanawebi, kwa sababu Ibrahimu aliambiwa atakuwa na wana wengi hawezi kuwazidika. Kwa hiyo mtu ni Christian na ameokoka, ni uzao wa Ibrahimu sawasawa na neno la Bwana katika Galatia ya 3 na mstari wa 29. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Mstari wa 15. Lakini habari zake zikazidi kuenea, wakakutanika makutano mengi wamsikilize na kuponya magonjwa ya Bwana Yesu apoe sifa. Neno la Mungu linaniambia kwamba watu wa Mungu walipoona uponyaji ambao umetendeka juu ya yule mzee ambao walikuwa wamepata na ukoma kwa muda mrefu, watu wengi waliweza kukusanyika mbele zake, wakapata kusikia injili, na wengi wakapona magonjwa ambao walikuwa na Hallelujah. Mama yake ni walimwendea Yesu ambao walitambua kwamba huyo Yesu ni mponyaji, huyo Yesu ni mmotenda miujiza. Kwa hivyo baada ya kuona kila kitendo, watu wakafurika katika mahali Yesu alikuwako, wakapata kusikia injili, na baada ya kusikia injili wakapata kuomewa na wote wakapata kupona Haleluya. Nataka nikuambie mtu wa Mungu, umekuja mahali hapa umekuja mahali pa sawa, na hicho kitendo kinatosha. Yoyote ambao unacho kila shida ambao unacho, umwambie Yesu, umwendee Yesu, na Yesu leo anaenda kuponya. Na ama ni mponyaji, na ama ni mtenda miujiza, na ama alikuja Ma Ma kwa ajili yako, na alikuja kwa ajili yako ili tukapate kupokea uponyaji, ili tukapate kupokea ukombozi. Haleluya. ukiangalia mathayo mathayo nane mstari wa kuanzia moja mpaka nne yesu ni ile ile ambayo tunasoma mahali hapa na mimi nitasoma mstari wa nne peke yake mathayo nne haleluya ama tu wacha tumeanze mwanzo maana ni maandiko machache Naye akiposhuka mlimani makutano mengi walifuata. Na tazama, akaja mtu mwenye ukoma akamshuhudia akisema, Bwana, ukitaka waweza kunitakaza. Yesu akanyosha mkono akamguza akisema, nataka takazika, na mara ukoma wake ukatakazika. Mzai wa nne. Na Yesu akamwambia, angalia usimwambie mtu, ila nenda zako ukanyonyeshe kwa kuhani, ukaitoe sadaka kama alivyoamuru Musa, ili ushuhuda kwa Bwana. Yesu apoe sifa hiyo. Ni thibitisho kabisa kwamba wakati ule mtu wa Mungu unatendewa muujiza na Yesu. Haleluya, una haki zozote so za kwenda mbele za Bwana na kushukuru Bwana kwa kile amekutendea na ndio sababu watu wengi leo tunapokea muujiza na baada ya muda mchache ile shida inarudia tena, kwa sababu hukumrudia Bwana na kumshukuru. Kuna watu kumi wakienza kuwa na shida na kumwendea Yesu, wakasema tunataka kupona. Na baada ya wale watu kumi kupona, ni mtu mmoja tu alimwendea Yesu kutoa shukrani. Mungu anataka wakati wote ambao umeomba na Mungu anakutendea ambao umeombewa na Mungu amekutendea. Mungu anataka ukawaze kwenda katika nyumba la Bwana na kutolea Bwana shukrani kwa kile Bwana mkatendea. Hii ni njia moja ya kufunga milango ya ile pepo izinge tena te. Maana juzi tulisoma ya kwamba pepo atokao ndani ya mwanadamu anazunguka dunia nzima asione mahali pa kukaa, kisha anasema nitarudi nyumbani niliyotoka nikaangalia kama bakoyaji na nikuta ya kwamba pakosawa, pamevunguliwa pamesabishwa. Anaingia na kuleta wengine saba ambao ni mabaya kuliko yeye. Kwa hiyo njia moja inakufanya wewe, huyo pepo, pengine Mungu akakusaidia na akakutetea ni pale unatoa sadaka ya shukrani kwa mema yane, Mungu anakutetea haleluya, na ukitendewa mahali hapa unasaidi unaita mahali hapa ukitembewa, neno unasaidi upeleke neno, kwa sababu hapo ndipo umetembea. Haleluya, Bwana Yesu apoe sifa. Unaweza kuwa wewe ni mgonjwa, una tuma ambao ya miaka nyingi, ni kuombea hapa mahali ikishindikana, uende Nairobi kwa mchungaji fulani akuombee, na hiyo itoke saa hiyo hiyo. Huyo mchungaji ndio nahesaidi kupeleka kwake sanaka ya chukurani. Haleluya kwa sababu ndiye kwani alikutetea Bwana Yesu, apo sifa. Lakini kama una mahali unaweza kutoka, unaweza kuleta tu mahali kwako, unaenda unaenda kanisa, lakini aku, libya, kwa maoni yaku, ninaona ni vyema mahali ambapo ambao umeombea ukapoka, maana nimekuombea au ukashirikana, umeenda kama mchungaji mahali nimekuombea, huwa ni kama mchungaji. Amen na ndipo watu wa zamani walitena, haleluya wakati